niweze kumkaribisha Shekhe wetu kipenzi chetu ishauri wetu ni Shekhe Othman Khamis. Kama nilivyosema mwanzo, leo alikuwa na jukumu zito katika kipindi ambacho kinapendwa ulimwengu mzima, kipindi cha busati na oro, lakini kwa mapenzi aliokuwa nayo amemaliza kipindi saa kumi na mbili na robo lakini amekimbizana na foleni za barabarani kuja kutuwahi sisi hapa tulipo. Kwa hiyo yupo hapa, nimepewa nafasi ya kumpa maiki azungumze chochote kile atakachojaliwa kuzungumza. Tuone, shekhe Uthmani, karibu sana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ninawashukuruni watu wa kituo hiki. Nilipokuwa nakisoma mara ya kwanza nilipata shida, lakini kuna shekhe wa wilaya hapa akanisaidia. Nilijua kinaitwa bidaa bidaa dua, kumbe si hivyo, ni bidabida, na nimesaidiwa pia hapa kwamba hili jina bida ni jina la mama mzazi wa mmoja kati ya wahusika wa jambo hili na heshima uwepo wake. Lakini wanasiasa akiwemo mheshimiwa diwani, huwa na wao wakisimama kuhutubia watu, huwa wanatamani pia kumtaja kila mtu jina, wakati ukiwa hautoshi kufanya hivyo. Wanayo lugha, wana lugha yao wanaitumia, wanasema itifaki imezingatiwa. Ukisikia hilo neno, ujue ameshindwa kuwataja watu wote waliopo kwa sababu ya muda. Kwa hiyo ufupisho wake ni kusema itifaki imezingatiwa, na mimi niseme hayo hayo, itifaki imezingatiwa. Nimejua kuna shekhe wa wilaya ya Kinondoni mzee wangu huyu ukimwona tu utajua shekhe wa Kinondoni ndio huyo, kabla hujafahamishwa. Kuna shekhe wa wilaya ya Ubungo, swahibu yangu Sheikh Kidebe. Kuna Sheikh Songoro hapa, na nyote nimewazingatia, ndo yale yale, itifaki imezingatiwa. Muda, muda huu unakataa muda huu unakataa kusema sana. Ukisema sana, ukisema wakati huu ni sawasawa na unataka kuvikutanisha vinyume viwili na vinyume viwili havikutanagi, huwezi hata kidogo ukaufanya usiku na mchana kikawa kitu kimoja. Huwezi ukajaribu kufanya bahari na nchi kavu likawa jambo moja. Huwezi ukafanya mwanamke na mwanamme akawa mmoja, illa fi mas'alati lkhuntha, uko lakini vinyume havikutani. Saa hizi kama tutaamua kusema sana ndio tunaamua tukutanishe vinyume viwili. Kinyume cha kwanza, binadamu akishiba sana anapata uzito wa kusikiliza vizuri sawa sawa na akiwa na njaa sana. Ukitaka usisikilizwe vizuri na kueleweka, uende ukawahutubie watu wenye njaa sana, mheshimiwa diwani, watakuwa wanakuangalia sasa. Unaweza ukadhani wamekuelewa, kumbe wallahi hawajakuelewa na ukitaka usieleweke usubiri watu washibe. Kama hivi na wengine wamekaa upande upande, tasijui ni nini yae, binadamu wakishiba hukaa upande upande, alafu hapo tena uwahutubie watu hawawezi kukuelewa. Hicho kinyume kimoja, lakini cha pili, muda wa kuelekea kwenye swala za isha na tarawehe hauko mbali tena, ni muda huu, watu wakajiandae na isha na hivi. Sasa hayo yanazuia kutokusema muda mrefu. La kwanza katika hayo machache ninaoyasema, na kiombea Mungu hichi kituo, Mwenyezi Mungu akinawirishe, akikuze, akihifadhi, akilinde, ili yaweze kufikiwa yaliyokusudiwa kwenye kuanzishwa kwake. Kila binadamu anayeanzisha jambo lake ana malengo, kuna mambo anakusudia sasa anatakiwa ayafikie malengo yake na ikibidi ayapite. Ndiyo hiyo dua yangu, Mwenyezi Mungu ajalie kituo hichi malengo yote yalokusudiwa yafikiwe na yavukwe, inshallah. Hapa ni mahala wanasaidiwa kwa dua na malezi watoto yatima, nimeelezwa hivyo. Na jambo kubwa sana alolisitiza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni watu kuwaangalia mayatima. Mtume kasema ana wa kafilul yatimi kahataini filjanna, mimi na mtu anawalea yatima tutakaa majirani peponi. Ukianzisha mpango wa kuangalia mayatima kwenye shida zao, ujue unautafuta ujirani na mtume Muhammad. Uko peponi, unataka jirani yako akawe mtume. Mnaonaje shuuri? Mnapata hisia gani kama mtume atakuwa jirani yako, unajisikiaje? Hapa mtaani tu ikiwa jirani yako atakuwa mheshimiwa diwani unajisikiaje? Hata kama hakupi hata mia ni jirani yako tu diwani, basi unaonaje? Sasa kule peponi bwana mtume Muhammad atakuwa jirani yako kama una tabia ya kuangalia yatima. Kwa hiyo hili ni jambo la kheri sana, la kheri sana. Lakini ajabu, kituo hichi leo kimewaangalia yatima, kimetuangalia na sisi tusokoe yatima. Hichi kituo cha ajabu kweli. Kumbe kinaangalia yatima na wengine si yatima. Tumekuja tizamu hapa sa hivi, kila mtu hali yake nzuri. Naam, memsikia shehe wa wilaya, shekhe wa wilaya ananiambia hivi, hawa yatima, lakini nasie tulioko sote hapa baba zetu wamekufa kwa kuwa, kwa hiyo nasie yatima. Mimi najua kama shekhe wa wilaya kalenga kuwafurahisha, kwa sababu shekhe wa wilaya anajua umri wa yatima unapoishia una umri maalumu, ukifika hapo mtu haituyatima yatima tena. Na kama ikiwa hivyo, basi dunia nzima kuna yatima watupu Mahadha. kwa hiyo kituo hichi kimeangalia yatima na wengine si yatima, ni kituo cha kheri, alhamdulillah rabbil alamin. Na saha yangu hili ni kumi la pili la Ramadhani, tumemaliza kumi la kwanza la mwezi wa Ramadhani kwa mpango uliowekwa wa makumi haya na tukaelezwa kumi la kwanza rahma, na ashru thani maghfira, ashru alakhir itkun minan nari. Maana yake kwenye kumi la kwanza kuna watu wamerehemewa na Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie na sisi tuwe katika hao, lisiwe limekwisha kumi la kwanza na hatukurehemewa. Tumeingia kumi la pili la kusamehewa. Hili kumi, Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zote, tusibakie na dhambi hata moja kwenye hili kumi la pili. Lakini kuna kumi linakuja linaitwa kumi la uhuru, et kun minanar, ni kumi la uhuru. Hakuna kitu kitamu kwa mwanadamu kuliko uhuru wake. Hata ukapewa nini, upewe vyakula vya aina zote, upewe majumba ya aina zote na magari ya dunia, haya yote lakini ukazuiwa, si huru, vile vitu vyote havina maana. Na mkitaka kunielewa Waulizeni watu walowahi kuishi magerezani. Gerezani wanakaa watu, kwa hakika ni binadamu wenzetu, na Mwenyezi Mungu awasaidie inshallah, watolewe magerezani, waje kuishi huru. Mfungwa anakula lakini, hali anavyotaka na hali muda anaoutaka na halali kwa wakati anaoutaka, amepokonywa uhuru wake. Hiyo dhiki ya kunyimwa uhuru ndo dhiki kuliko vyote, kuliko vyote. Sasa kumi linalokuja ni kumi la kuwa sisi tuko huru. Anayetuacha huru kumi hilo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na anatuacha huru na moto wa Jahannam. Sisi tunakuwa huru, hatuendi kuingia motoni kumi hilo. Mahadha, tujitahidini kumaliza hii Ramadhani vizuri. Innal umura tu'tabaru khawatimaha. Mambo yanazingatiwa mwisho. Ikiwa utafanya vizuri mwanzo ukaanza kuharibu katikati ukaharibu zaidi mwisho, huku mwanzo hakuna maana. Tutemize mambo ya mwezi huu vizuri zaidi mwisho. Kila mtu hapa hivi sasa aode kama Ramadhani ndio inaanza leo. Inaanza leo, kwa sababu sasa hivi kuna watu washaanza kuregea, kuna watu wameshaanza kukimbia tarawehe, na wanakimbia tarawehe kwa kichochoro cha rakaa nane kuna na kichochoro kinaitwa thamani rakaati, baada ya rakaa nane mbio. Anasema hii ndio sunna, ndo kafanya Mtume hivi rakaa nane. Tunajua Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hazidishi rakaa kumi na moja ndani ya ramadhani na nje ya ramadhani, tunajua lakini, kiamu ramadhani, Mtume kasali msikitini na watu wakamfuata msikitini siku mbili tu Aliswali siku ya kwanza, akaona watu wamemfuata siku ya pili, watu waka, siku ya tatu hajarudi tena, na ndo hajarudi mpaka leo, maana hayupo. Kwa hiyo ukitaka kuwafiki sunna ukisali rakaa nane, unataka kuwafiki sunna usali rakaa nane msikitini siku mbili tu, maana rakaa nane mtume hakuongeza siku ya tatu, usali rakaa nane nyumbani, msikitini siku hizi na baada ya siku hizo mbili usirudi msikitini, madum tahia ni siku mbili tu, ukasali raka nane nyumbani. Tunajua sisi jamani, wanaotoka msikitini raka nane usiku leo wanaenda kwenye kheri? Wengi wao wanakwenda kuchezea TV, wanakwenda kuchati na simu, wengine wanakwenda kukaa kwenye vigenge vya kahawa kusengenya wenzao. Yani mtu katoka msikitini anakwenda kusengenya watu, na Ramadhani hii na Ramadhani kama hii halafu rakaa nane za Mtume tunazijua sisi, mkewe mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, kana nabiyu yaqumu fi ramadhana hata tatafatara kadamahu sharifatani, Mtume alikuwa anasimama Ramadhani wima mpaka miguu yake inavimba. Rakaa ya Mtume moja mpaka miguu inavimba, wewe rakaa zako nane ni inna atainaka na kul huwallahu na wala asri, mbio kwenda kupiga umbea huko nje huko. La, tusitafute uchochoro wa ibada, mwezi wenyewe ndo huu. Mimi nawaambieni jamanini, kuna watu Ramadhani ijayo hamtofika, kuna watu Ramadhani hii ndiyo ya mwisho, na wengine hata sura zenu mkitizama kama zinaeleza hivyo, yani unaona kama huyu kweli Ramadhani ijayo atakuwepo huyu. Inshallah Mungu atubakishe mpaka Ramadhani ijayo kwa sababu hata ramadhani ya mwaka jana, kuna watu ramadhani hii wameikosa, na wengine ni wanachuoni, wamekufa. Sasa na we umewekwa ramadhani hii upo, jitahidi, inaweza kuwa ramadhani yako ya mwisho. Mwakani utakuwa hapa haupo, haupo. Na nikisema haupo, uwe unanielewa. Simaanishi utakuwa haupo umekwenda Thailand kutembea, au China kununua biashara, wanzuu la, utakuwa haupo. Nikisema haupo, umeshanifahamu utakuwa haupo, itabidi uwe haupo ili waliobaki waseme neno moja tu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jambo la mwisho na sio kwa umuhimu, ni kinamama. Kinamama, mwezi wa ramadhani huu kwenu na maneno mawili, maneno mawili, na hayo ndio namalizia. Kuna kinamama ambao nyumba zenu zimebarikiwa, na mimi naomba ziendelee kubarikiwa baraka nayoikusudia, yupo mwanamke kwenye familia yake, Ramadhani hii imeingia, yeye ni mjamzito alhamdulillah. Ni neema, ni neema, ni mjamzito. Sheria imemruhusu mwanamke mjamzito ambaye anapata dhiki kwa ujauzito wake, sheria imemruhusu asifunge. Alhamil hafungi ikiwa dharar na mashaka ni kwake mwenyewe au kwa mtoto wa tumboni anaruhusiwa asifunge. Kwa hiyo kuna mama mwaka huu hafungi kwa kuwa ni mja mzito alhamdulillah. Mwakani atakuwa ananyonyesha mtoto ambaye yuko kwenye tumbo mwaka huu, yadrabadhani ya mwakani itamkuta murdhia. Hii ya mwaka huu ni hamil, ijayo ni murdhia ananyonyesha, na hatofunga kwa sababu ananyonyesha na sheria imemruhusu kama anapata dhiki kwa kunyonyesha, anaruhusiwa asifunge. Sasa mwaka huu hajafunga, alikuwa ni mja mzito. Mwakani hatofunga kwa sababu ananyonyesha. Kwa kuwa nyumba ina baraka, na Ramadhani ya mwaka kesho kutwa itamkuta ana mimba nyingine, hatofunga mwaka unaofuata ananyonyesha. Kazi ni mimba na kunyonyesha, mimba hafungi tena. Kuna wanawake wameagana na Ramadhani kwa sababu ya mimba na kunyonyesha. Msilete mzaha huo. Haya, wanawake wengine, wanawake wengine, na hapa kwenye mambo ya mimba na kunyonyesha, nataka niwape bishara njema sana. Mama zangu hawa wanawake mmepewa kibali na Bwana Mtume Muhammad cha mambo manne tu. Mkifanya mambo manne, mwanamke unasubiri kufa tu uingie peponi. Kinachokuzuia peponi kuingia ni kufa. Mtume kasema idha sallat lmaratu khamsaha wasamat shahraha wa hafizat farjaha wa ataat zaujaha, limebaki nini? Dakhalat ljanna. Mwanamke akiswali swala tano, mwanamke akifunga mwezi wa Ramadhani, mwanamke akijihifadhi, akahifadhi kama hivi mnavyoonekana hapa sasa hivi, basi yawe ndiyo maisha haya haya hivi mlivyo sasa ndio maisha yenyewe, akahifadhi mwili wake na akamtii mumewe, kuingia peponi kimemzuia kifo, akifa peponi moja kwa moja. Sasa ukiona we una hayo manne tu, alafu ramadhani inakuja, unaleta mzaha. Mwaka jana una mimba, mwaka huu unanyonyesha, mwakani una mimba, mwaka ujao unanyonyesha. Maana yake moja tu, utaki pepo. We unakuwa utaki pepo, pepo unakuwa. Mama zangu sura yenu hivi sasa ndiyo sura ya maisha yanayotakiwa. Mwanamke ni mtu ajiheshimu sana, na mwanamke akijiheshimu, ndiyo dunia nzima inaheshimika. Dunia inapungukiwa heshima pale wanawake wanapoamua kuto kujiheshimu, pale dunia inakosa heshima yake, inavuka nguo. Na nyie kina baba, waombeeni dua sana kina mama. Mungu akiwaweka vizuri hao na nyie nyote, mtakaa vizuri vinginevyo, kama hawajanyoka wale, nyie wote mmepinda, hamkunyoka na yakiendelea hivyo, asijaribu mwanamume kutafuta mke wa kuoa mwezi wa Ramadhani. Saa hizi, saa hizi kina mama kama mahuri laini kutoka mbinguni, wale safi kabisa. Ukienda kumtafuta saa hizi umeliwa, kwa sababu Ramadhani ikipita, unarudi uhalisia wake. Sasa hivi ile hali ni majazi, na majazi huwa haidumu, inarudi hakika. Kwa hiyo hakika itarudi baada ya kidhaa Ramadhani tusaidianeni ili tufunge vizuri na hapa mwisho pae pazuri zaidi hapa. Mwenyezi Mungu afute dhambi zetu, Mwenyezi Mungu atustiri aibu zetu, Mwenyezi Mungu atutilie amani majumbani kwetu, Mwenyezi Mungu atulelee vizuri watoto wetu, amuondoe shetani kwenye nyoyo zetu, Mwenyezi Mungu atengeneze afya zetu, atie amani kwenye mitaa yetu na akipe baraka kituo hichi, kibarikiwe inshallah, kifike juu kuliko walivyokusudia wenyewe. Akulu.